Komamanga ni tunda lenye faida nyingi kiafya, kimazingira na katika tiba mbadala, likiwa na virutubisho muhimu vinavyosaidia mwili kupambana na magonjwa mbalimbali. Komamanga kwa jina la kisayansi Punica granatum, ni tunda lenye asili ya Mashariki ya Kati na Asia ya Kusini, lakini sasa linalimwa duniani kote. Tunda hili lina rangi nyekundu ya kuvutia na mbegu nyingi zenye juisi tamu na ladha ya kipekee. Mbali na ladha yake komamanga limejizolea sifa kwa mchango wake mkubwa katika afya ya binadamu na mazingira. Komamanga lina virutubisho vingi vinavyosaidia mwili kufanya kazi kwa ufanisi. Nyuzinyuzi, yani fiba, husaidia katika mmeng'enyo wa chakula, kudhibiti uzito na kuzuia kuvimbiwa. Vitamini C, yani asilimia thelathini ya RDA, huchochea kinga ya mwili, huongeza uzalishaji wa collagen na kusaidia uponyaji wa majeraha vitamini K yaani asilimia 30 ya RDI, muhimu kwa kuganda kwa damu na afya ya mifupa. Foleti na potassium huchangia katika usanisi wa DNA na kudhibiti usawa wa maji mwilini. Komamanga hutumika sana katika tiba mbadala kutokana na uwezo wake wa kupambana na magonjwa mbalimbali mbali. magonjwa hayo ni tezi dume Juisi ya komamanga hupunguza uvimbe na husaidia kupambana na saratani ya tezi dume. Shinikizo la damu: hupunguza shinikizo la damu kwa kuboresha mzunguko wa damu. Saratani: Antioxidants zake huzuia kuenea kwa seli hatari, hasa saratani ya matiti na tezi dume. Moyo: huzuia mishipa ya damu kuziba na kupunguza cholesterol mbaya. Kiwango cha sukari kupunguza kiwango cha sukari mwilini na kuimarisha usikivu wa insulini kwa wagonjwa wa kisukari. Hizi ni faida za kimazingira. Moja, ustahimilivu wa hali ya hewa hustawi vizuri katika mazingira yenye joto na ukame, hivyo linaweza kusaidia wakulima katika maeneo kame. Mbili, uboreshaji wa ardhi, mizizi yake husaidia kuimarisha udongo na kuzuia mmomonyoko wa ardhi. Matumizi ya komamanga. Mbali na kula kama tunda, komamanga hutumika katika juisi safi ya matunda, saladi na mapishi ya kisasa, dawa za asili na virutubisho, vipodozi vya ngozi, kutokana na antioxidants zake. Unaweza kujiuliza swali pindi unavyokula komamanga, je, unaweza kutafuna na mbegu? Jibu ni ndio, unaweza kula komamanga pamoja na mbegu zake, na kwa kweli mbegu hizo zina faida nyingi kiafya. Hizi ni faida za kutafuna mbegu za komamanga: moja. Nyuzinyuzi, yaani fiba. Mbegu husaidia katika mmeng'enyo wa chakula na kuzuia kuvimbiwa. mbili. Antioxidants. Mbegu zina virutubisho vinavyopambana na sumu mwilini, yani free radicals. Hivyo husaidia kupunguza hatari ya magonjwa sugu. tatu. mafuta yenye afya. Mbegu zina kiasi kidogo cha mafuta ya omega 5 ambayo husaidia afya ya moyo na ngozi. Nne protini na madini. Mbegu huchangia protini na madini kama phosphorus na magnesium. Tahadhari kidogo: kwa watu wenye matatizo ya mmeng'enyo au watoto wadogo, mbegu zinaweza kuwa ngumu kumezwa au kusababisha usumbufu. Ikiwa unatengeneza juisi, unaweza kuchuja mbegu au kutumia blenda yenye uwezo wa kusaga vizuri. Kwa ujumla, kutafuna komamanga pamoja na mbegu zake ni salama na kunaongeza faida za lishe. Komamanga si tunda la kawaida tu, bali ni hazina ya afya na mazingira Kutokana na virutubisho vyake, uwezo wake wa kutibu magonjwa na mchango wake katika kilimo endelevu, komamanga linastahili kupewa kipaumbele katika lishe na kilimo cha kisasa. Kwa wale wanaotafuta njia ya asili ya kuboresha afya na mazingira, komamanga ni chaguo bora. Haya ni machache miongoni mwa yale yaliyo mengi ambayo nimekutayarishia kwa wakati huu. Ikiwa ni kwa mara ya kwanza unatazama video hii au ikiwa bado hujasubscribe katika chaneli hii